Halo dalali, nimekaa muda wote na kusubiri aufiki mpaka nimelala hapa, nimepitwa na usingizi hadi naanza kuota mandoto mabaya. Sawa, nyie njoeni haraka, mi nawasubiri. Tena usisahau kumwambia mteja kwamba nyumba ni nzuri na zipo mbili, tena zipo ndani ya fensi. Kwa mi nawasubiri nyinyi, tufanyeni haraka mje hati kila kitu ninazo mimi, njoni hadi hapo njia panda, hapo kuna bonde kubwa mtaliona, ndo hapo hapo. Yani mkipandisha tu kidogo, mtanikuta na asubiri. Sawa, sasa hapa inabidi nilambe dawa ili mteja akija bei yoyote nitakayomtajia asikatae, anunue kwa haraka. Hojawaje. <laughs> Halima, mmefikaje nyumbani kwako? Kuna mdada anaitwa Hanifa, ni mwembamba mweupe, ndio aliyekuleta hapa akisema kwamba ulianguka kwa ajili ya uchovu kumtafuta Nono, na ukizingatia hiyo hali yako ya, ya ujauzito. Uzito sasa, amesema tukuacha hapa nje ulale ili upate hewa, utamka mwenyewe. Na kweli umeamka, chumii. Oh, nishamkumbuka Kumbe nilivyomwacha pale amesimama, mimi nikaondoka, alikuwa ananifuatilia kwa nyuma. Anaonekana na moyo mzuri sana, amenisaidia mimi, amenisaidia. Nono yuko wapi? Yupo ndani, nimpe shukrani zake. Mm -mm. Hapana, ameshaondoka lakini, Chomi, em kwanza nikuulize, hivi huu ujozito neoukakako kweli kama alivyoniambia pale njiani siku ile? Hapana, mimba sio ya kaka angu, ila ile siku niliyokuambia kuwa mimi na ujauzito wa kaka nili kudanganya tu, ili weo usio unakuja nyumbani kwetu. Na mwenye mimba yupo, ila ha, ha, kwa sasa sijui alipo. Emgoje kwanza, hujui kwa wapi? Kivipi? Yani ina maana ulishaenda kwao au kumtafuta kwa ukamkosa? Kwa sasa upo salama ila hakikisha umwambie mtu yeyote kwa nilichokufanyia. Pia nilikuwa na uwezo wa kumua maeno mdogo, ila nimemwacha uje uamue mwenyewe cha kumfanya. Sawa, mimi nimekuelewa, na nitafuta kile ambacho unanielekeza. Sitamwambia mtu yeyote hiki ambacho umenifanyia, ila natamani sana kujua kwa nini uliamua kunisaidia ile siku pale, na kutokuniacha kuniacha tu nifie pale pale ukaamua kunibeba kama ulivyonihadithia, ukanipeleka hospitali, sio? Ukamtumia mtu kufananisha muonekano wake kama dokta, akawajibu wale watu maana sio? Ukachukua simu kwa mtu, yani vitu vingi ambavyo umenihadithia vyote, natamani kujua kwa nini unafanya yote haya, kwa sababu wewe mwenyewe hapo nyuma ushio kunisaidia. Na ndio maana mimi na mamaangu mzazi tumeamua kukusaidia we pamoja na familia yako bado sijakuelewa kwa kweli kwamba mimi niliwahi kukusaidia. Halima, ningekuomba tu achane na hayo, kwa sababu kadri unavyozidi kuniuliza kuhusu ujauzito unaniongezea maumivu makali sana, hivyo najiona nimebeba mzigo mkubwa kuliko umri wangu. Maumivu ya siri, maumivu ya siri. Ah, maumivu ya mimi mnaopitia, maana hanifamanieleza kila kitu, ila usijari, mimi ntakaa nanyinyi hapa mpaka kakak takapatikana ili aji kulisimamia hili, maana unajua jambo sio dogo, ni jambo kubwa sana kwa, inabidi mtokiume awepo, alafu inabidi mimi na wewe tuanze kliniki na yeye huyo kaka yako ndo atakayetupeleka, maana tayari umeshasema mwanaume wako hayupo, na hujua hata ameenda wapi. Yani inasikitisha kwa kweli, yani inasikitisha sana. Ngoja tu nikwambie kitu chumi, huyo mama inu mdogo huyo, dawa yake naijua nipi. Yo Halima ndio mbona sina kumbukumbu kama aliwahi kumsaidia mtu kama wewe, na umezungumza mama wako? Mama wako yupi huyo? Mbona mimi simjui? Unamjua? nipe mkono nikuonyeshe. Habari, Lumba. Salama kwema. Najua yu na unajiuliza mimi ni nani. Oh, kumbe huyo ndo mama yako. Sawa. Nafikiri tu niseme asante kwa kila kitu. Asante sana kwa msaada wako. Maana sina cha kukulipa kwa kweli. Maana kama ulivyodai wewe sio binadamu kama sisi. Kwa hiyo wala ungekuwa binadamu kama sisi labda ningetafuta hata zawadi yoyote nikakuletea kwa ajili ya kukushukuru. Acha tu niishie kusema asante. Asante sana. Sawa. Hakikisha hichi kilichotokea umwambie mtu yoyote. Nenda nyumbani kwenu. Mkapambanie mali zenu. Patakapohitajika msaada wangu nitakuja bila hata kunipa taarifa. Sasa nimekuelewa, na nikuahidi tu ya kuwa hakuna mtu yeyote atakayejua hili. Katuni imeisha. Usijari kipenzi, nakuja kuwekea nyingine sawa, mtoto mzuri eh? Sawa shangazi. Nilijua umekufa. Nimekufa kivipi yani? Sulikuwa umelala kama maiti nono. Ushaanze sasa? Ebu ingia ndani huko, we wewe. No, no, Hebu wacha basi kuongea hivyo, nenda ndani. Usiongee maneno ya aibu. Sasa mtoto mzuri, maana pori, maa shangazi yako alipoteza fahamu. Pole maana shangazi msupi <coughs> anti alima twende nanonaa <coughs> <coughs> jamani, inaonekana mkorofi eh. ni rafiki mkubwa na Yumba, ushakaa naye hivi karibuni akakwambia kitu chochote kinachohusu familia yake hmm? Aa, kusema ukweli mimi nayumba kwa sasa hivi hatuko sawa kama zamani, yaani kiufupi tuko na tofauti wetu, yani ae, mbali sana yani ni ngumu ngumu ngumu kuniambia mambo yake ya asili hawa ni na familia yake, hawezi kuniambia kabisa. Kuna nini bwana? Oh, kumbe hajakwambia, acha nimpe muda. Asiposema yeye, basi nitasema mimi. Bora sije kunichanganya, mwanzo anauliza maswali ya nyumba hajakwambia kitu, sasa hivi ananiambia utasema wewe. Hebu nyosha mistari bwana. Unajua mimi kuongea na mtu ambaye anakuwa anyoshe maelezo, mimi sipendake. Kwanza nikwambie kitu, yaani hapa leo niko vibaya kishenzi yani. Yaani mwili wangu uko hovyo hovyo hovyo. Una nini kwani? Unaumwa? Sasa, bwana, ningeumwa. Sasa, yaani pale nyumbani kwangu nilikuwa naishi na mwanamke pale. Sasa ile mwanamke tumegombana sasa hivi kama siku nne au tano hivi kaondoka. Kwa ninavyokuambia kila siku na hala mzungu wa nne nikaenda kwenye ni kikazi changu nikaokota elfu tano nimezuwa nayo Chumi! Abe, twendeni mkale chakula tayari. Hebu subiri kwanza, Nono iko wapi? Ah, we acha tu, yani sina uhakika kama mamake anapitaga huku kila siku au vipi, sielewi. Nashangaa tumekaa tu hapa tunapiga stori na Nono mamake anatokea huku anaenda huku, Nono kumwona mamake kamkimbilia anamfata, namwita Nono rudi, anamlilia mimi nikawacha waende, sikuwa na cha kufanya. We Chumi, unamruhusije mtu amshikie mbele kizembe zembe namna hii kwa nini? Usindo lasema kwamba alikuja kuasusia nyumbani kwenu sio wewe kweli? Alafu leo anamchukua na angalia tu hivi kwa nini lakini. Ah, mimi hapo sijaona cha ajabu, kwa sababu yule ni mama yake. Nimeamua niwaache waende, kwa sababu sikuwa na maamuzi. Afadhali mimi ningekuwa ni baba wa mtoto, lakini sina maamuzi yoyote kwa yule mtoto. Kwa hiyo nikawaacha waende, huko watajua na wenyewe wa. Akienda wakilala huko, wakigombana, akiamua wa tena kumrudisha, hiyo ni juu yake. Upo serious kabisa na maneno yako, unaruhusuje jamani amchukue mtoto? Sijapata hata chizi wa kupunguza uzito mwalimu wangu. Hivyo basi, ndugu yangu, hapa nina upilu hatari, umenibana kwenye koo. Kwa hiyo yani Mungu sio asomani, mama yangu. Yaani ulivoniita hapa uja kwenye simu hiyo hiyo mtu wako nikasema yes. Azlan ndo atakuwa leo pona pona yangu. Eh? Kwa hiyo nikaona leo wewe ndo utanisaidia. Yaani nitapona hiyo, mama yangu. Kwa na mimi kidogo nitakuwa na nuru. Yaani nitakuwa naona hata watu vizuri. Maana kwa nikimwona mtu hivi ukungu ukungu, yani watu wawili wawili kama nimepigwa na shoti ya umeme. Ah? Kuna elfu tano hapa mama yangu, nisaidie na kidogo niwe sawa. Iwe kitufe, una akili kweli? Usheniona mimi wa elfu tano eh? Na hata hivyo, hivi huo mwili wako ulivyo na mimi. Watu wakisha tuona sasa wanaona mimi nakubemenda, Alafu ulivyo mfupi. Watu sasa wanaona mimi natembea na mtoto. Yaani ulivyo na hiyo na hisi hipo hivyo hivyo. Sasa hazu E fimbo ni kwa kudharau waenga. Eh? Waenga alisema, usimtukane mapa Kabla ujavuka mto. Na wakakazia pale pale wakasema, mficha uchi hazai. Kumbe, wewe ndo maana mpaka leo una mtoto wewe, Kuficha ficha hivyo vitu. Na kitu kingine, usipende kumdharau mtu kwa kumwangalia. Wanasema, usipime maji au kina kirefu na mabua. Eh? Ha, akikupeleka maji ukenda kufia uko, mbelembele unanidharau mimi ni mfupi kwa taarifa yako, sasa sio kwamba kila kitu chango kiungo changu kila kitu mwilini mwangu ni kifupi. Nimetimiliwa mamangu. Sasa jichanganya, siku utakuja kufurahi na roho yako na imani utasimulia wenzio. Maana wengi sana ndio wako na roho kama yako. Kuzala uzala watu, yani kuzala mwipa mwisho wa siku ngu na utatende. Subiri uone. Nenda babu wewe. Hende kile kusipo wapi? Ah twende basi. Ah. Wewe wifi? Mbona unaanza kuntukana tena? Kwa sababu ya yule mtoto tu? Alafu mbona unakuona unauchungu naye sana? Kwani wewe ndio uliomzaa? Sasa si mimi maneno gani? Na najua fika kabisa yule mtoto mimi wa mwanaume wangu lazima niwe na uchungu naye. Bwana, eh, mimi usinichanganye. Yeye huko arudi asirudi sawa tu. Maana mimi hapa nilipo na njia ya kweli yani. Cha muhimu naona kula tu. Nashukuru Mungu kwa kuwa umekuja kuniita nikale. Hivi binti na yani <tipu> ah, shida gani kwani, kwa nini jamani sita kanirushia ndege wangu hivi hivi hiviivi, ah, mimi nakerekwa mwanzake. Mpango wangu ulikuwa ni kumlea vizuri yule mtoto ili kaka yake akirudi aone mimi nampenda anirudie lakini sasa ona, <coughs> <coughs> nimekumbuka haina shida. Yaani hapa Nono warudi asirudi, poa tu, kwa sababu nilikuwa na kete hizi mbili. Ya kwanza ilikopo Nono na pili, mamaya mdogo. Ila sasa Nono tayari imesha feli, nitadili na hii kete iliyobakia mamao mdogo <coughs> sifeli kitu hapa <waka>. Nakuja Maumivu <coughs> ya Siri. Hivi wewe utaendelea kumficha mdogo wako hii siri mpaka lini? Si bora umwambie hili ajue kama atakusamee au la? Hmm. Azla, uliondoka mjini Dar es Salaam, nikategemea sitokuona tena, kwa sababu nilikuonya ukae mbali na mimi pia na familia yangu, lakini nakuona kwa sasa umerudi tena Sikia nikwambie, nipo hapa Dar es Salaam kwa muda tu, alafu pia sijarudi kwa ajili yako, hawe mdogo wako. Na macho yako pia yanajieleza wazi kwamba ndugu yako hujamwambia kitu chochote. Ni kweli, mimi sijamwambia kitu chochote mdogo wangu, kwa sababu sio rahisi kama unavyofikiria wewe, na ndio maana hii imebaki kuwa siri yangu mimi siku zote na wewe ambaye ulibahatika. Kuijua hivyo basi, ninakuomba sana sana kama nilivyokuambiaga awali, kama mbali na familia yangu ka mbali na mimi. Hmm, sikiza nikuambie, homba Mungu nisionane naye, ila nikiona naye nitamwambia kila kitu. Maumivu ah, ya siri. maumivu ya siri. maumivu ya siri. ma